Wote wa chama cha mapinduzi, natambua mwenyekiti, umefuatana na viongozi wa jumuiya na katibu wetu pia wa wilaya, umefuatana na viongozi viongozi wetu mliotoka ofisi ya katiba na sheria, mabibi na mabwana wote tulioko katika ukumbi huu, amani ya Bwana ilinde mkutano wetu. Mheshimiwa Odo, mwisho katika kitu unashangilia, mimi nikipigwa ndumbalo kanipiga hapa, Odo kacheka hadi antakuanguke. Mi sina mguu mbovu bwana, mkiukuta gereji unatengezwa. Mi mlemavu na wewe? Ukitaka kujua, mguu huu mimi naupenda aje. Daktari aniambie ukatwe, ndio mtakapoona ngumi zisizokuwa na mwisho. Ndugu mgeni rasmi, majina yaliyotajwa yote matatu ni ya kwangu, Ndo mimi Khamis Abdala Ally na niko hapa kwa sababu maalum. Samia Legal Aid Campaign nimezunguka nayo sana, na ninataka niwaambie Watanzania, kama kuna ibada ameitenda Samia Suluhu Hassan na watendaji wa wizara chini ya Dr. Ndubaro, ni Samia Legal Aid Campaign. Naishangaa sana Songea naishangaa sana Songea, lakini ni mwendelezo wa mambo yetu yale ya ovyo ovyo. Hii Samia Legal Aid Campaign mikoa mingine hawakutaka tutoke. Ndugu zangu wa Tanzania wana matatizo ya kisheria. Ndugu zangu, kuna watu wamefilisiwa, wamekuwa maskini, kuna watu wamekufa, kuna watu wanagugumia ndani ya nafsi zao hadi wanapata maradhi yasiyotibika ndugu zangu watu wana shida. Mbeya walipewa siku tatu, tukaongeza siku kumi, wakalazimika wanasheria hawa kuteremka hadi kwenye ngazi ya kata. Watu wana shida, watu wanatolewa kwenye majumba ya waume zao waliofariki, familia zinapoka mali, zinawatesa wajane. Tumezikuta kesi hizo mahakamani zina miaka mitatu. Samia Legal Aid Campaign ilimaliza kwa masaa mawili. Samia amefanya ibada sana, huyo kiongozi wenu mwenyekiti hapa Odo, mwisho. Hilo ni lianga lialia, Odo we mpe shati huyo kola tu rangi nyekundu avai. Chukulia mwanamke aliyepewa bwana asiyemtaka, anaweza kumpiga busu Tumeyakuta, tumeyakuta. Binti anaambiwa kuanzia leo, mmeo amekufa, unaolewa na yule hajawahi kumtamani, hajawahi kumpenda, wala umbo lake sio taipu yake. Mwanamke lazima akupende kama wewe mwanaume ulivyompenda mbunge wenu amesema, oh Hamisi ana mguu mbovu, kuna mademu wanaupenda huu, ndo maana wanamtaka. Tanzania yetu ni nchi ya kusha. Mi nililie miguu mizima, kuna mashindano ya mbio hapa? Kwa hiyo nataka niwaambie, Samia Legal Aid Campaign, huko tulikopita watu wameipokea kwa mikono miwili. Watu walikuwa hawajui kwamba unaweza ukateuliwa na familia kuwa msimamizi wa mirathi. Mali ile siyo yako, hata mtoto wa marehemu kasimamie, uainishe mali zilizopo, uainishe watoto wa marehemu, kama ana baba na mama, watu wenye haki ya kupata mali zile. Baada ya hapo, simamia, anateuliwa mtu kuwa msimamizi wa mirathi Unamkuta ameshawasha gari ya marehemu anatembelea, sio sawa sawa, lakini Samia Legal Aid Campaign imekwenda kutoa elimu. Watu sasa wanajua msimamizi wa mirathi yeye ana thamani gani kwenye mali. Unakwenda kuuza shamba, unakwenda kununua nyumba, huulizi mipaka ya nyumba yako. Hivi mzee, unaniuzia hii nyumba, jiwe kati ya nyumba yako na barabara liko wapi? huku nyuma kuna mto kati ya nyumba yako na chanzo cha maji mita ngapi mzee? Lete hati zako, wewe umejiandika Hamisi Abdalali, unamke mbona unataka kuuza mke watumwoni? watu walikuwa wanapata hasara, wananunua nyumba hawaamini, nyumba inaingia kwenye mgogoro. Samia Legal Aid Campaign imekwenda kuwafungua watu macho. Tena nilikuwa namuomba mwomba Dkt. Ndumbaro, mnasema ukatili wa kijinsia nyinyi wanasheria mkipata nafasi mkauweke na ukatili wa faragani kwenye faraga nako kuna ukatili bwana umerudi nyumbani saa kumi umeoga umekula unatoka unakwenda kuangalia mechi ya Barcelona na Madrid saa nane ya usiku binti ya milala michoko anamwambia geukia huku unyanyasaji wa faragani ulikuwa wapi muda wote Mama amekushalala mpango wa penzi umekwisha, hana ametulia. Saa nane ya usiku njoo huku, aje wapi? Unyanyasaji kamati za siasa oye, na wewe mama Bwana anakuja anahamu, na wewe amekwishaandaa, amehiti, unamwambia mimi leo sina hamu, kwa sababu sijalipa deni la majamanda. Ni unyanyasaji. Tumeyakuta, tumeyakuta tulikopita. Mume wako anakuhitaji haki yake ya kimsingi, unamwambia sina mudi mimi sijalipa hela kwenye vikoba. Inahusiana nini kunipa mimi haki yangu na deni lako la vikoba? hamtendi haki, na ndio maana mnaona kuna wanaume wengine wakizikuta bugudha hizo wanakwenda kushinda la chaji. Ndugu zangu, huku nje kuna matatizo tulimkuta. Mama pale Ruangwa, ana miaka themanini, mtoto wa kumzaa mwenyewe ameuza nyumba ya mirathi lakini Samia Legal Aid hey, masaa mawili aliyenunua nyumba alisalenda, mtoto alikili, mama akarudishiwa nyumba. Mama yule ukimkuta leo ni kijana kuliko mke wangu. Kwa hiyo hii Samia Legal ina maana kubwa, na ndio maana kuna utawala bora. Nyinyi ndio mnaokwenda kutawala. Mkitawala nendeni mkatawale kwa haki. Isifike mahala unataka kumbagua mtu kwa sababu za kijinga. Ukitoka kwenye utawala bora, kuna utatuzi wa migogoro. Iko migogoro mingine haina sababu ya kufika mahakamani. Nyinyi madiwani, nyinyi wenye viti, nyinyi wajumbe, mnaweza kukaa mkatatua tatizo. Mahakamani njoo urudi, njoo urudi, kesi ya kutatua leo inakaa miaka mitatu. Nendeni mkatatue migogoro, mingine haina sababu mambo ya utawa hayo, mambo ya kijinsia ndio sisemi. Unamkuta mama mtoto wake alikuwa anacheza nje, limekuja bazazi limemlawiti na kumnajisi mtoto. Na mtoto akifanywa wa hivyo, vitu viwili lazima vitokee: damu zitakuwa nyingi, haja kubwa itatapakaa. Mama anasema siwezi kubeba mtoto kwenda naye hivi hospitali, anakwenda anamtia maji, anamuosha, anampaka sabuni. Umekisha poteza ushahidi wa kidaktari. beba na mavi yake, beba na damu yake. Mule watapata manihi, watapata na vitu vingine vitakavyosaidia ushahidi wa kumtia hatiani mshtakiwa. Ah, mwana mwecha ape hadi hapa mahi tu, hapana. Mnakwenda kumtoa mtu kule kwa jambo ambalo wewe uliona lina matatizo, unamtoa mtuhumiwa anakuwa huru. Samia Legal Aid imetusaidia kujua Nataka niwaambie Wizara ya Katiba na Sheria ni injini ya nchi. Nchi yoyote duniani ni sheria. Huwezi kufanya jambo bila sheria. SGR wana sheria walisaini, Kigongo Busisi wana sheria walisaini, bwawa la Mwalimu Nyerere wana sheria walisaini. Bila sheria huwezi, utakuwa ni utawala wa hovyo. Kwa hiyo elimu hii mkiipata kule chini wamepata mkaishi nayo mtakuwa watu salama. Hakuna mtu yuko salama baada ya Mungu kumpa uhai ni mwanasheria. Hivi huyo akikupiga kofi na jinsi ya kutoka mahakamani anajua. Kwa hiyo hii sheria tunayofundishwa ina wigo mpana wa kutusaidia sisi. Tutatatua migogoro mingi, tutafanya watu wetu wawe salama. Akiuza chake, akinunua anajua nimenunua katika misingi inayotakiwa. Leo baba anatoka tu nyumbani anakwenda kuuza kibanda, mama hausishwi. Unamuuliza vipi, anakwambia mwanamke nani bwana, alitoa mchango gani? Sio kweli! Wakati unakwenda kujenga ile nyumba, alikukorogea uji na kiazi jeshi, ulikunywa ukapata nguvu. Wakati unakwenda zako huko, alikufulia nguo na akanyosha kashati kako, watu wakakuona wa maana. Na pengine jioni siku ile kulikuwa na baridi, mkono wake ulikupa joto. Brother, unasemaje? Mwanamke huyu hana maana? Na ndio maana leo sheria inasema mimi maji haya nikifikisha nyumbani kwangu ni mali ya Hamisi na Zainabu, kama uliniona natembelea gari ni mali ya Hamisi na Zainabu, kama uliona na nyumba, mali ya Hamisi na Zainabu. Lakini Zainabu kwenye mipango wa mumuoni ndo anayenifanya mimi akili itulie nyumba yenye maendeleo ujue, nyuma kuna mwanamke bora. Nyumba isiyokuwa na mwanamke bora haiendi. Unakwenda kupanga mpango milioni, una mkewa, una wa milioni unaambiwa mkeo anapigwa busu la chazi, utakwenda kwenye mpango wa hela? Unakwenda kwenye hiyo ishu yako unaambiwa yule mke wako naye mtegemea yule saa hizi yuko na Luka, wanaingia twende tukalale gesti, utakwenda kwenye mpango wa hela lakini mwanamke akitulia, atakushauri vizuri, atakupa imani, mtapeana faraja. Siku unashindwa anamtanguza Mungu, kesho unainuka, unakwenda kupambana. Ndugu zangu, nyinyi hapa wote viongozi, kuna jambo moja mimi ninashangaza sana, na mwenyekiti Odo, nataka ulijue. Nyinyi wote viongozi, maendeleo yote yanayofanywa na serikali ya awamu ya sita yanafanywa kwenye himaya zenu, lakini siwasikii mkisema mko kimya. Watu ambao wanapita kutuchafua wanachafua mpaka wanamaliza, viongozi hamsemi. Leo unakwenda pale Mwenge Mshindo, unaingizwa kwenye mtambo unaitwa city scan. Miaka miwili ya nyuma mtambo ule tulikuwa tunaufuata Mbeya, Muhimbili, KCMC, Mloganzila na mahospitali makubwa. Unaingia mule, kinakuja kitu kinakufunika, mtaalamu anabofya ukutani pale, screen inafunguka. Basi kama kwenye ubongo kuna funza pale, anaonekana. Kama walikupiga kikonzi, kuna uvimbe pale, anaonekana. Leo kuna operation inafanyika pale Mwenge Mshindo, madaktari wote wa hospitali kubwa wana join kwenye operation ile, wanamwambia mwenzao, kata kidogo, unga umekaza sana hiyo ngozi ya juu toa. Madaktari wa hospitali zote kubwa wanaungana na Mwenge mshindo. Mbona hamsemi? Leo hakuna anayebebwa kwenye tenga, kila kituo cha afya kina ambulance. Mmekaa kimya! leo tunafanya operesheni za vichwa. Zamani operesheni ya kichwa, tunafungua fuvu, fuvu linafunguliwa ndio anakwenda kucheki ndani. Leo teknolojia imepanda. Samia ameleta operation ya kichwa, pipe inatiwa puani, inakwenda inagusa ubongo, inakwenda inatoa damu iliyoganda, inakwenda inauleta ubongo kae levo, unakwenda unafungua mishipa, unamwambia mtu natoka kwenye operation ya kichwa, anakataa. Mbona mmekaa kimya, hamsemi? Leo operation ya moyo, mi niliwahi kumwona mtu mmoja tu operation ya moyo. Mwindi mmoja alikuwa anaitwa Bora Yusufu Ahmad. Bora alichanwa toka kwenye koo mpaka chini ya kitovu, wanafungua kama kabati unataka kuchagua nguo ukaupate moyo. Leo moyo Samia inaingia sindano tu. Operation hiyo hata kakangu marehemu leo nidaswet gama alifanyiwa, ananiambia Hamisi eh? nimefanyia operesheni na anatoka India. Mzee mboni una dalili, akasema unakuwa naka katundwa ka kama ameng'atwa na mbu hivi. Leo operesheni ile tunaifanya Tanzania, inaingia sindano, inakwenda kuzibua mishipa, inakwenda kuangalia vile vitu vya kwenye moyo, inarekebisha presha ikoje, mapigo yakoje, damu inakwendaje, sindano inatoka, daktari anaangalia kwenye skirini. Tunafanya nchi hii, hatusemi leo washikaji zangu, mtoto mke wako mjamzito, miezi miwili, unaambiwa kaka, yeye anza kutafuta majinsi anayekuja dume. Miezi miwili, mshikaji wangu, yeye anakuja demu hapo sasa, sketi. Hatusemi, hatusemi, tumekaa kimya, tunawaacha watu wanaibeza serikali na nyinyi viongozi mpo mimi wakati namtongoza mke wangu yule Zainabu, nilipata tabu sana. Wakati namtongoza Zainabu, simu hakuna, nyumba ya baba yake ina fence. yaani ina mabanda ya uwani. Sasa akiwa ndani, kumtoa kwake kazi, na mimi ndo namtaka, nasema demu wa kumuoa ndo huyu. Nililazimika mimi nijifunze nyimbo, siku nyingine nikawa naimba mpaka nyimbo za unyago ili asikie atoke. Wajumbe oye oh oh, mimi nilikuwa naimba mwana wa kulela mwana wakulela ishima ye akaikaa tati mundo kuyovelela nyimita ugali ish asikie. Sasa siku nyingine naimba mpaka namaliza hatokiji Mama. Leo nani anapata tabu mwenzangu na kuhitaji kesho, nataka kuongea na wewe sawa. Mzee Hamisi, sifuri saba tano tano sitini na mbili thelathini na nane tisini na moja, ngoma maini... Tena namba ukikosea, amekwambia sita, wewe umesema tisa sita. Unasemaje nchi haina maendeleo? Mnakaa kimya, watu mko kimya, hamsemi. Nataka niwaambie waheshimiwa madiwani na nyinyi wajumbe, kuna bajeti nyingine sio za halmashauri. Muulizeni Goliama yule, miradi iliyokuwa kati ya kata ya Tanga sio bajeti ya halmashauri, ni bajeti ya serikali kuu. Diwani gani alikwenda serikali kuu? Mimi nilikwenda serikali kuu, lakini tunachukua makarabrasha kutoka manispaa. Huu mzigo sasa ni mkubwa, ngazi ya halmashauri haiwezi, bajeti yetu ndogo. Mheshimiwa mbunge kapambanie, mkimkuta serikalini kuna ye matonya tu kazi yake kuombaomba. Sasa mzee nitapata, mzee utanipa. <laughs> haviji kama uyoga tu kwamba ikinyesha mvua basi, sio hivyo ndugu zangu. naomba ndugu zangu naomba niwaambie, heshimianeni, mji wetu utaenda bwana hii ya Yanga. Nipe hiyo nasikia. Ndugu zangu, heshimianeni, hawiwezekani he, mnayazungumza maendeleo yaliyoko kwenye mji wenu, hamumtaji mbunge yaani leo mimi nyumbani kwangu pale amechinjwa kuku vizuri amepikwa mtoto wangu Abdalla anakula eti baba hataju na mama ake hatakula makofi <laughs> lazima mjue kuna mtu ameleta Samia Suluhu Hassan haijui mtangimbole, Samia Suluhu Hassan haijui kata ya tanga Samia Suluhu Hassan hajui kata ya ruvuma hajui mletele wala hajui mateka wala hajafika lakini mambo ya kwenye kata madiwani wenu wanainuka pale, panataka kivuko, darasa lile linaanguka, choo hapa kimetitia, hiki kiko hivi, ngazi ya halmashauri inakwenda kujadili. Yakiwazidi anabeba mbunge wa jimbo. Lakini viongozi wetu, mnaweza mkakaa msimtaje diwani kwa sababu tu humpendi diwani humpendi tu, tena humpendi nje ya maendeleo. Kwa nini humtaji diwani? anatembea na demu wangu? yanatuhusu sisi? <tos> <tos> Mtaje, mtie moyo. Unamkuta mtu anakwambia tu nini bwana, wewe bwana, ile hospitali ya kule iliyojengwa ile bilioni tatu ile Ndumbalo, nani bwana ameleta? Samia. Samia anaijua mwenge mshindo Hebu heshimia neni leo, watoto wenu madarasa wanayesoma. Mimi sijasoma wale, Eliza Njelekela hajasoma. Mimi ndakuwa muongo, Eliza Njelekela muulizeni, aliniacha darasa la pili. Majengo, yeye anatoka leo mtoto anasoma kwenye darasa, chini kuna tiles, juu kuna gypsum. Mlango mzito una kitasa, dirisha la kuslidi limewekwa na tinted. Anakwenda chooni akiacha mzigo, ana pressing, ngoma inakwenda kwenye shimo. Sisi hatujakaa madarasa hayo, ndugu zangu. Hebu penye ukweli tuseme ukweli, maendeleo yanafanyika, jitahidini kuyasema na walioyaleta mwataje. La mwisho tunakwenda kwenye uchaguzi. Uchaguzi si takwa la Samia wala sio takwa la Nchimbi wala si takwa la ubal takwa la kikatiba. Ingelikuwa mwongozo, tungeusogeza. Ingelikuwa kanuni, tungeichezesha. Katiba haitikiswi hivyo. Katiba ni jambo kubwa, mchakato wa katiba mkubwa. Wanatuambia miaka mitano, vyama virudi, vikatengeleze ilani, vikatekeleze ilani, viende kwa wananchi. Samia haruhusiwi kukaa hata siku moja, Ndumbalo haruhusiwi kukaa hata siku moja, wala madiwani wenu, akina goliama sio, akina yobo sio, akina nani, hawaruhusiwi. Ikifika siku ni kuachia madaraka, na mwezi wa sita rais anavunja bunge. Kitakachomfanya ndumbalo endelee kuwepo uwaziri wake, mawaziri watakuwepo mpaka wapatikane mawaziri wengine, lakini halmashauri zote zinavunjwa, zitakuwa chini ya wakurugenzi na watendaji wao. Kwa hiyo kufanya uchaguzi si takwa la mtu ni takwa la kikatiba na kusogeza uchaguzi mbele, tunaelewana? Si kwa hiyo akikwambia mtu CCM analazimisha uchaguzi, mwajibu kufanya uchaguzi sio CCM, ni takwa la kikatiba. Halafu tunasogeza uchaguzi kwa ishu gani? Nchi haina vita, hatupigani vita Leo hata ikija corona tutatafuta utaratibu wa kupiga kura, hatuwezi kuacha. Yaani, kwa sababu lisu wa kujipanga kupata mambo ya kwenda kwenye uchaguzi tuwailishe uchaguzi lisu? Yaani tumikaa naye kwenye basi moja, limemshika tumbo la kuwala abiria wote tushuke, ashuke yeye, tunampa furajili, atapanda gari ya jioni. Haiwezekani. Wewe mzee shea, ameshakaa pale, au padre, binti yako anataka kuolewa na muoaji yupo, unasema jamani, harusi atufungishi. Kwa nini? kipindi cha biarusi ya kijaja, we chizi! Kipindi cha tamvalia mmewe, kwanza tumfungishe ndoa, ndo swala la msingi. Niwaulize, uchaguzi haupo? Upo. uchaguzi ni lazima uchaguzi nisabla, lazima tufanye uchaguzi. Wao walikuwa wanakaa wanamtukana Samia, Samia anafanya kazi, ah, hawezi kumaliza bwawa la mwalimu Nyerere. Amelikuta asilimia arobaini na mbili. Juzi tumewasha kinu cha tisa, megawati elfu mbili mia moja kumi na tano umeme unaruka. Hii katakata mnayoiona hii, miundo mbinu inayopeleka umeme inakutana na mzigo mkubwa kuliko uwezo wake, tunarekebisha wakamsema kuhusu SGR wa amekuta hata makutupola haijafika. Mama alifunga mkwiji tumboni akajua, nikishindwa hapa nimedhalilika. Ngoma imekwenda, saa hizi iko Dodoma, wakandarasi watatu wanafika Mwanza, tukitoka hapo tutakwenda na nchi jirani. Wakamwambia Kigongo Busisi huwezi mama. Ameikuta na asilimia thelathini na nane ameimaliza. Kigongo Busisi leo zimebaki bridge sign tu. Usiovateki hapa, usipige oni Spidii isizidi hamsini. Ngoma ile imeisha, watu wanaanza kutumia daraja. Wakamwambia ameuza nchi. Anauzaje nchi? Mnunuzi nani? Hawamtaji. Kumbe mama akabinafsisha? bandari ya dar es salama, upanuzi umefanyika mkubwa. Mwezi uliopita imekuja meli kutoka China, ina kontena elfu saba mia nane arobaini Watu wakajua labda mji wa Kigamboni umehamia ndani ya maji. Kumbe meli imewasha taa za ndani tu. Wameshampa huyu, Waswahili wote wanafukuzwa, mitambo yote wanaongoza wa, Waswahili, magari yanayobeba mizigo ya Waswahili, OCD anayelinda pale, OCD wa jeshi la polisi la Tanzania. Uongo umekufa. Leo tunakusanya kodi pale, ndo maendeleo mnayoyaona. Mkimwona rais anakwenda kuifilishi nchi, ya, nchi yake na ye karibu anakufa. Kila rais anataka watu wale keki ya taifa lake. Nachoshangaa hatusemi, hatusemi, hatusemi mambo yako kwenye maeneo yenu, semeni. Rais jasiri, wamemfuata kwa kila njia, wameshindwa. Sasa wamebaki tu oh, Mama Abduli, kwani tuliwaambia rais wetu sisi mgumba? Vitu vya ovyo. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe, uchaguzi tutafanya kwa takwa la kikatiba, lakini kubwa naloomba wananchi, kwa kumalizia, mvichunguze vyama vya upinzani kama kweli vina dhamira ya kweli ya kuliongoza taifa letu. Bila kuchunguzana, mtapata shida. Mimi alinikuta siku moja Nilikaa hoteli moja kwenye mkoa mmoja hivi, weka maji yangu pale, a shilingi elfu mbili, weka pale funguo yangu ya gari, samsung zangu ziko pale. Akapita dada mmoja mzuri, sifa zote mimi zilinishawishi, nikamwita mwanangu, njoo. Akaja mwanangu, habari, mzuri, mambo mambo poa, baba yako, pamoja na kwamba uso wangu nikitaka kupeleka kwenda kufanyia haiwezekani, eh? mzee sana Wewe unasemaje? Akasema baba, nimekukubali nikamwambia sasa, kwa sababu jambo lenyewe la kumuuzi Mungu, tukutane kesho. Haya, siku ya pili nikamwelekeza kuna hoteli moja naye, jioni wanaweka meza nje, watu wanapigwa na upepo. Akamwambia nikukute pale. Haya, kachukua shilingi elfu tano ya chenchi, nikampa binti yule. Amesimama, mimi nimekaa na yeye, kwa kuwa bwege, hata kuniambia mzee, nisindikize. Mungu alimfunga basi. Mnaanza kucheka mmejua, eh? Acheni hizo bwana, kabla sijamaliza, unasikia bwana. Basi siku ya pili yule dada alianza kufika, yeye akachukua meza pale nje, anaangalia barabarani ambako mimi napaki gari na kuja. Kila ninavyomsogelea yule binti naona anazidi kukunja sura. Mwanangu, jana tuliachana vizuri, leo kuna nini? Napanda ngazi pale, binti amevurugwa, nikamuao wewe We mzee, mi sikutaki tena. Kumbe jana sikukuona ulikuwa na mguu mbovu mioho. Kumbe ule binti jana akufanya nini? Hakunichunguza nami nikajua limisha sanuka, na nami nikamjia juu, we mpumbavu, ni mguu mbovu. Nimewahi kukuomba panado we, chizi. Na mimi nikajua Wajumbe oye. Oye semina oye, oye. Niwashukuru sana kwa kunisikiliza, niwaombe myachukue atakuwa toka hapa lugha za mtaani acheni, kwamba hii ni kampeni. Juzi tumefanya mkutano mkubwa na watendaji, tulikuwa na watu asilimia tisini, sio wajumbe. Kwa hiyo hii dhana yenu ya kwamba hii ni kampeni, futeni Alishinda ubunge ishirini ishirini, mliitwa kwenye semina hii, hamkuitwa.